Gavana Mutahi Kahiga amejitokeza na kuomba msamaha kwa familia, marafiki, na wafuasi wa Hayati Raila Amolo Odinga, pamoja na Wakenya wote waliojeruhiwa au kuchukizwa na kauli alizotoa awali. Alikiri kwamba matamshi yake, yaliyotolewa kutokana na hukumu mbaya ya muda, yalifasiriwa vibaya kama kusherehekea kifo cha kiongozi mkuu. Gavana Kahiga alionyesha masikitiko yake makubwa kwa mtazamo huo na kusisitiza kwamba haikuwa nia yake kumkosea heshima Hayati Odinga au kusababisha maumivu kwa familia na wafuasi wake walio katika maombolezo. Kwa unyenyekevu, Gavana Kahiga amewaomba msamaha wale wote waliokwazwa na maneno yake, akichukua jukumu kamili kwa matendo yake. Aliahidi kuwa makini zaidi na kuheshimu katika matamshi yake ya baadaye na hataruhusu shetani amtumie, hasa wakati wa nyakati za maombolezo ya kitaifa. Alimalizia taarifa yake kwa kusema, roho ya Hayati Raila Amolo Odinga ipumzike kwa amani ya milele, akionyesha nia yake ya kurekebisha makosa yake na kuonyesha heshima. Una maoni gani? Kwa habari zaidi usikose kutufuatilia. Hii ni Swahili Time Dunia Darubini.